What? What? What? What? What? No, Sabato, natamani kujua wanazungumziaje. Anatoka Marekani, kanisa lao linatoka Marekani, hii inakaaje? Inakaaje? Na unabii unasema pembe ndogo itaibuka, pembe imegoma, ni kichwa kizima kimerudi kule kule. <coughs> <coughs> kichoota ni kichwa kizima. Salamu za pongezi. Mimi sasa mtu jadili kinabii, kumbuka pemba pembe, pembe ndogo itaota juu ya mnyama wa kutisha. Umeona? No, no. Na kumka mnyama wa kutisha ndio Marekani. Marekani mwenyewe. Mwenyewe. Kwa pembe imeota. <laughs> Imeota pale pale. Yeah. Na na pembe ndio papa. Ah. Eh. Eh? Kajama kanarudi. Eh? Tutaka jiza ndio mida yake ni. Eh, ndio time. Takatifu patakatifu. Huko huko anamwambia baba. Eh. Acha niende. Sasa akija ataanzia wapi? Maana last time alijia Israeli. Sasa hivi Kapapa kametokea Amerika. Mm. Akufika, wakati anaenda Rumi ndiye aliuliwa njiani. Sasa hivi inakuaje anaenda wapi? Maana mm. China mwenyewe ni great. Russia ni great. Hapo sasa. Na maragan... amekuwa great. Sasa Ma... hivi yesema, Bravo, sasa hivi inakuaje? Marekani si walisema atakuwa superpower mpaka unabii utakavyotimia. Atakuwa yes, superpower mpaka Haya jamaa wamejua kuconfuse wewe. Mpaka mwisho wa Dahari. wa Marekani mm. na vidhehebu ambavyo vinatokea huko. Kwa hiyo yeah. ah, huo ujinga wali impact pa kwenye dini shuleni yes. kwenye dini, kwa vyombo vya habari hey. BBC hey. CNN kote wali... hey. Filideus ni mm. nini, kuna unabii wao. Na wenyewe walikuwa na mpango nadhani walikuwa na mpango watengeneze kama kauadventista kawe karumi kao Ah, waena kampie eh, ka ndiyo maana ka, akamua wapambane na, na Roman Catholic eh, eh, mm, pambane na Roman pambane na Waislam ila eh, wa, wa sabato kwa Waislamu sio ishu ah, ni ishu maana special cause ya yeah, yakupeka hmm, ujumbe kule mahusiano <coughs> <na iti. coughs> kati wa Wasabato na Waislam. Sasa ili hakuna mahusiano kati wa sabato na umaskini au utajiri hamna, ni umaskini wa Uislamu tu eh, uchokozi, ila si uchokozi ya utajiri hamna, hiyo amna, nikusubiri <laughs> pembe iibuke. <laughs> tuenezetu vijiji, mi natafuta kijiji cha kukimbilia <laughs> na mapangoni. Mwenyekiti yeyote anayejua kuna pango sehemu, <laughs> <laughs> ninaomba jamani, hali ni mbaya. Elon Musk anavyopeleka hivyo, mtajificha wapi hapo? ah, mtaenda wapi? mm. E, Samia mwenyewe tuache kidogo sisi wa sabato. Sasa nitakuwa mgeni wa nani? Lakini bwana atawatumia nani nyama? Sitauza wala kununua. Bwana atawatumia kunguru atawatumia nyama. Sianze kununua vitu sasa hivi. Maana <laughs> <laughs> huyu papa simwelewi <laughs> eh? Najiuliza eh? Nianze kununua vitu, hebu nirushia mwindi wangu pa, nianze kutunza mbegu. Hali ni mbaya, ndugu yangu. Wako baba. Nilishika mwindi kangu wako sasa unajiuliza kameshaisha. Sasa hii. Eh, sasa mbegu hamna. Mapangoni sijui nitakula nini. Mm. Au huko Bwana sasa atawatuma kunguru kuleta nyama. Sasa mimi simuelewi. Halafu hizo nyama na atakuwa amezipika huko eh. Eh, kunguru anakotokea. Mbona alipo mchafu tutakula mizoga na si atuli vibugu. Eh. Hizo nyama na atapika hizo. Mimi kama Msabato papa simuelewi. Ah mpaka sasa mm. hivi nafuatilia kwa karibu nione Maryland mm -hmm. watampa pongezi kwamba huko kanisani wanasemaje? hivi Yeah, Maryland wanatoa pongezi zozote, lazima watoe. sikijana wao, <coughs> hmm? kijana wao hmm? kijana hmm? Yeah, wao nyumbani <coughs> maana papa. Oh, papa papa, papa Ted Wilson anaongea vizuri, wanaongea <coughs> soko, wanacheza wote basketi. Ah, pale pale mm. <coughs> usa, ah, wana wasikaji mitaa ya USA pale issue hmm. hmm. Sio papa mtu, ni papa system ndio ina beef na kanisa wote lakini, si Mungu mmoja eh? hmm. <laughs> E, Mungu ana wa watu wake wateule na kanisa lake analijua ayo, wanavaa nguo safi Jumamosi. <coughs> mm. mm. ah, ah, hapa atumwelewe bi na <laughs> ushoga <coughs> <coughs> mm. mm. na akaruhusu papa aliyekufa alikuwa naeta mahusiano kati ya Waislamu na Wakristo wengine, na lakini mbona asijai kusia ka, ka, Katoliki wanazungumza wana tu amerendehata wa kidogo, vibaraka wako kwa wow, vibaraka wao ndo wanajitekenya wao, lakini <mimu> jamaa ana muda nao kabisa. Wewe hapo ulishasikia Roman wanafanya na maubiri, sijai kuona kuongoa hiyo eh? Ah, ni maeneo kwani hawajaende kwenda mbinguni kwa ndio maana wenzetu wanachukua ma mahekali na mahekali wa uh. wakati wa Sabato wananua wananua well, tu... uh. ishirini uh. kwa ishirini. Unakanisa kwa... ni ipita juzi pale nikaangalia kangali. Eh, kasema kanisa wa sabato, wamenua kiwanja cha ishirini kwa ishirini. Yani, Ya hii ni... ukizunguka makanisa serious? Makanisa wote wa sabato atima nyumba ilijampa kiwanja ishirini <laughs> <20 laughs> kwa ishirini. Unajua kuna nyumba kujengwa kwenye kiwanja na nyumba imejampa kiwanja. Hali kama <laughs> nyumba ifanya puu. Kaki wanja kakatoki <laughs> <laughs> Ya maisha ah, wana. Ha ah, mambo wao. Hapo watu ito wanakwambia tu wako serious wa kufundisha wende mbinguni ah hapana hapa ah. duniani sio kwao wana ishirini kwa ishirini sasa na najiuliza ishirini kwa ishirini hapana wapi na wapi mm ukiwaanisha na hiyo dini ya kisabato eh unacheka mwenyewe unacheka sami wanacheka huyu papa sasa hivi ndiye amenichekesha sana na siku niliyosikia nimecheka sana ametokea makao makuu kule kule, kule, kule. kule ha, tulisema angetokea Afrika hmm. ingekuwaje kwa mwafrika mwenzao anged angewatesa wa, watu wa huku asingiwatesa na asingiweza kutokea. Hizo ni ndoto za alinacha watu walikuwa naota eh, yeah. kwamba ni ngumu, ilifanyika hivyo makusudi ili mfuatilie um, ah, trending kwa ni kitu ambacho hakiwezekani, haipo hiyo kitu yeah, kitu hakiwezekani, wanasema ilitokea, lakini laki, lakini ni miaka hiyo yeah, hizo hizo ni story. Hizo story. Hizo ni story. Eh, tuende currently, tuzungumzie currently, hizi si ni historia hizo ilitokea lakini ulimwengu wakuwa kama hivi mm. napo <coughs> atujadili <coughs> <tutulua> labda stori wachonga wao eh. Hey. ili wajue nasi watu weusi mapapa walikuwa. Hey. dini kama hairuhusu mtu mweusi kuingia hapo, mi hiyo dini nasali ya kazi gani eh? Hey. Yani, kama mwafrika hawezi kuingia hapo naye akawa papa, mi naendelea kusali dini ya nini? huo papa una nini? you have to ask yourself kwamba humo hey, ndani kuna behind nini? nilikuwa nasikiliza redio jana. Hey. Nilikuwa nasikiliza BBC wakihoji mm. baadhi ya wale watu waliokuwa na masista si masista, ni mkuu mm. wa kina mama wakatoliki duniani duniani duniani ya Afrika something like that, sijui mm. wewe kuhusu kuhusu upapa upapa na upapa mweusi na nini, angechagua mweusi, usingekuwa proudful, usinge furahia, usinge jisifu mm. Anasema unajua, haya ni masuala ya kiroho na ni masuala ya imani mm. kwa hiyo mimi ngechaguliwa papa yoyote iwe mweusi mweupe, mi ningeona ni kawaida, sababu Mungu kupitia Roho Mtakatifu ndo anayechagua, eh, ndo hivo. Akawa yeye kwa akili yake akawa anafikiria hivyo yeye, anachodai weusi wasio fakta, uh, anajaribu kurahisisha mambo. Mm. Unajua, mm. watu wanajaribu kurahisisha mambo, tunaongea, watu wanaongea uongo ili uonekane ukweli. hey, kupumbaza yani, wengine waonekane wenyewe hawako resistant mm. uh, lakini hiyo kitu watu wana argue kwa kwanini wamefurahia kwamba rais wa papa wa kwanza kutoka Marekani, na sio wa kwanza, maana hata Francis alikuwa anatoka Amerika ya Kusini. hey, weka hii nyingine au sasa anatokea <laughs> kwa Trump moja kwa moja yeah. Eh. Hey. Kwa viashiria vilivyotokea kabla ya papa kuteuliwa, si vinajulikana Trump sijui aliweka picha ya nini? Viashiria vinaonekana na Trump alijiposta alivaa hey, mavazi ya kipapa. Mm. Eh, hey, sasa hiyo unasema ni secret. Unasemaje secret wakati wale watainiwa ambao wanaenda kuchaguliwa tunajua. Sio secret, ah, sio issue ya kidini, ya kimungu sijui. Sio ya kimungu wala kiimani. Issue ya kisiasa. Si, political agenda ambazo Waafrika mm. wataki kuamka sasa, waelewe mm. ah. wajipe mafunuo warudishe ukuu wao. Maana kama sio ishu, kwa nini wanakalia kusema papa ametoka Marekani, papa wa kwanza Marekani anachaguliwa kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? na Mungu, kama anachaguliwa na Mungu, e. Mungu sahivi ne ameona ame. Amerika, na Mungu ajui kwamba kule Marekani kuna Wasabato wamkubali papa awajui hilo, asingemtoa ishi hilo sabato, apigane naye vizuri. Mungu anapenda wasabato, ndo kanisa lake j ameamua kuwajaribu karibu eh, ndo kanisa lake, kanisa lake teule la Mungu duniani. akija hata leo hapa nachingea, Mungu ana kanisa eh. la wasabato chani pata eh kwa hapa akija, anachungua Mungu anaingia kwa kanisa, anasali weo vizuri kabisa, ndo na tai yake anasali lakini <laughs> Mungu huyohuyo anawajaribu wa Wasabato, anamtoa papa kwenye mpaka wa kanisa la Wasabato <laughs> wanapakana hivi nyumba yule la wa sabato <laughs> A, jamaa na kanisa jamaa alikuwa Peru lakini kule e, ni nyumba zao ziko karibu walipozaliwa kwa wazazi wake. <laughs> Ah, Peru ni kazi hey, lakini anakotoka ni Marekani ndio kwao Maryland huwa anaenda kusalimia wazazi pale na <coughs> masela na ni... <coughs> masela wa kitaa pale hey, wanapakana masela wa kitaa si bado wapo lakini. Hey, ndio sabato, so. Ah, masela wake hapo hey. Unabii unasemaje <coughs> <coughs> kumbuka ndio wa mwisho na jamaa na kabla mrefu

Ah, hmm. Mambo bwana haya. Ah. Hmm. So uh, uh, lakini, nasikia sasa hivi mambo ya mahubiri ya kusema vibaya ukatoliki na upapa. Mm. Kwa baadhi ya wachungaji wa kisasa wa Kisabato wanayapiga vita. Kwa nini anayapiga vita? Msongea, hmm. Mambo. Kwa nini anayapiga vita? Wayache endelee. Au ndio uh, wanaokomaa. Papa ndiye anakuja kututesa. Acha tumseme. <laughs> Mimi wasiniambie kabisa, mimi Papa ndio atatutesa. Hacha tumseme kabla ajatutesa, msuta, tutoe machungu yetu, sio sabato. Watuwache au wachungaji wa kisasa hawa ni wametumwa. Ah, nasikia, nasikia ni pandikizi kutoka Vatikani, wanaingia mpaka ndani. Nimesema hivi, watu wache, wachungaji hawa ni mapandikizi, ni mashina <laughs> ni mashina oh, tu... ya Vatikani yata... Kuna siku yatasagwa kama ngano, yatapetwa. Watuwache tunapomsema papa vibaya, watuwache kabisa akuzingizia mambo yao. Sisi wasabato tulicha hapa, sisi na Vatican ni kitu ambacho hakiwezi kupatana, ni chuma na udongo, sanamu ya Nebukadneza <tusurra> ni huku chini huku, sanamu ya Nebukadineza chuma na udongo wa viungani aviunganishan ah, go... ukiweka chuma ukiweka sumaku kwenye udongo inatoa chuma. Yaani, kwani chuma imetokea wapi eh? <laughs> si kwenye udongo u <laughs> <uko? laughs> <laughs> sumaku imetokea wapi? si kwenye udongo aviungani <laughs> kivipi sasa Papa anatutesa si Wasabato. <laughs> kazi mnayo sasa si, hiyo Wasabato wanaogopa ile nguo nyeupe, wanaogopa msalaba, wanaogopa nini? ya yule ni mnyama Beast, Mr Beast hivi Mr Beast sichuma na udongo wa viungani akamponda miguu. <laughs> Sasa viungani huku vyote vinatokea chini ya ardhi vi. ase em tujadili tu, si vyote vinatoka chini ya ardhi, chuma inatoka chini ya ardhi, chuma na udongo wa viungani e, eh, sumaku chini ya ardhi, aviungani kivipi? Sasa vyote vinatokea chini. <laughs> Ah, ile kofia. Yaani ukiwa msabato unatakiwa usiwe na akili nzuri. <laughs> Yaani kuna wakati unachanganyikiwa, afu <laughs> kuna wakati unajidai kama wewe ni tayari usikike na <laughs> Yes, ntukio la papa wasabato wamefurahi. Ntukio gumu kwa hali yetu, ni mbaya sana, tujapenda japenda si <laughs> tulitegemea Mungu apeperushe makaratasi ya uchaguzi e, kusiwe na papa wa sabato? <laughs> kwa nini wasabato kupata mbinu kwa sisi, chama tawala e? ili mbinu za kushinda uchaguzi, yaani uchaguzi wa kuhusu papa au wawe na, anajaribu tu kuwaza mm na wao waingize mapandikizi Vatikani wa sabato mm, kwa uchaguzi wa papa eh, wasingi pandikwa na no reform no election. Kwa sabato wamejiandaa kwa ajili ya mateso eh. Eh, lakini Mungu atawapigania eh, hmm, a kipindi hiki papa kamekufa walikuwa na uwezo wa kupindua meza eh. Mambo ni magumu sana Wachokonozi.